Mtazamaji wa Takukuru TV, Mwenge wa Uhuru Kitaifa umepokelewa mkoani Iringa na umeweza kupitia na kukagua miradi mbalimbali mbali, kama anavyoelezea Bwana Ahmada Hamis Ahmada kwa niaba ya kiongozi wa mbio za Mwenge mwaka huu 2025. Mwenge wa Uhuru siku ya leo umefika katika wilaya hii ya Iringa kwa niaba ya kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka huu 2025, tunapenda tuwapongeze kwa utekelezaji na usimamizi mzuri wa miradi ya maendeleo katika wilaya hii ya Iringa. Umezindua, umetembelea na umefungua miradi mbalimbali mbali ya maendeleo. Miradi ambayo imeweza kuleta tumaini kwa wananchi wa wilaya Iringa, imeleta kuleta upendo kwa wananchi wa wilaya ya Iringa, vilevile imeleta heshima kwa wananchi wa wilaya hii ya Iringa. kwa kweli miradi ni mizuri. Na imetekelezwa katika kiwango kinachohitajika. Vilevile Bwana Ahmada alieleza wananchi kuhusu umuhimu wa kushiriki kuzuia vitendo vya rushwa nchini. Mbio za umwenge wa uhuru mwaka 2025 zinaendelea kutukumbusha na kutuhamasisha juu ya swala zima na mapambano dhidi ya rushwa chini ya kauli mbiu semayo, kuzuia rushwa ni jukumu langu na lako. Tutimize wajibu wetu, ndugu zangu wananchi, kama nilivyotangulia kusema, rushwa ni adui wa maendeleo wa nchi yetu. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na serikali ya Zanzibar zinayoongozwa chini ya viongozi wetu shupavu, Rais Dr Samia Suluhu hasan pamoja na Dr Hussein Ali hasan Mwinyi, wamefanya kazi kubwa ya kuhakikisha wanapigana na adui rushwa katika nchi hii, na ndiyo maana sote ni mashahidi kwa maendeleo makubwa ambayo ya yameendelea kupatikana katika nchi hii kutokana na udhibiti mzuri wa rasilimali fedha rasilimali watu katika nchi hii. Mtazamaji, mwaka huu wa Tanzania tutashiriki kuchagua viongozi katika uchaguzi mkuu mwaka huu 2025. Bwana Ahmada wakati akitoa ujumbe wa mwenge kitaifa amesisitiza haya, mbio za mwenge wa uhuru mwaka huu zimekuja na ujumbe mkuu wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Ujumbe huu unalenga kuwahamasisha, kuwaelimisha na kuwataka wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutumia haki yao kikatiba na kidemokrasia kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025 kwa amani na utulivu. Uchaguzi ni mchakato wa kuwapata viongozi ama wawakilishi wa wananchi kwa njia ya kidemokrasia kupitia uchaguzi mkuu. Kwa nchi ya Tanzania, viongozi wa serikali ambao wanapaswa kuchaguliwa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wajumbe wa Baraza la Wakilishi pamoja na madiwani. Uchaguzi mkuu wa mwaka huu kwa nchi ya Tanzania utafanyika mwezi wa Oktoba, uchaguzi ambao utakuwa chini ya usimamizi wa Tume Huru ya Uchaguzi ya Tanzania, INEC, pamoja na Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar, ZEK. Ndugu zangu wananchi kwa mtu yoyote ama mtanzania yoyote ambaye ameshafikisha umri wa miaka kumi na nane anao wajibu kutumia haki yake ya kikatiba na kidemokrasia kuchagua kiongozi ambaye anahisi anafaa, kiongozi ambaye anaweza kuongoza katika misingi ya haki, uadilifu na uwajibikaji. Ndugu zangu wananchi, tunao wajibu, kila mmoja wetu, kukemea vitendo vya rushwa katika uchaguzi mkuu. Tunajua kwamba rushwa ni adui wa haki, rushwa ni adui wa maendeleo, na viongozi ambao wanapatikana kwa njia ya rushwa ni viongozi ambao hawawezi kuleta maendeleo katika taifa letu. Ninyi wenyewe leo mnajionea viongozi ambao tupo nao, kuanzia ngazi ya wilaya hadi ngazi ya rais, ni viongozi ambao wamechaguliwa kihalali, na tunaona maendeleo mbalimbali ambao wamekuwa wakituletea katika taifa letu na katika wilaya zetu. Hivyo kila mmoja wetu anapaswa kuwa ni balozi